Assalamu alaikum, mambozini? Kwa majina naitwa Rukia Laltia, na Rukia. Karibuni sana katika chaneli yangu. Katika video yetu ya leo, ningependa kuwafunza jinsi ya kutengeneza pilipili ya kukaanga ya ukwaju pamoja na tende ya jamanini. Hii pilipili ni tamu sana na ni rahisi mno. Makini kanami hadi tamati. Moja kwa moja katika pani yako utaanza kuweka mafuta kikombe robo, wacha yapate moto, alafu utaweka kitungu chako cha maji kimoja na utakikaanga kiasi cha dakika moja mpaka mbili, alafu utaweka kijiko kidogo cha mm, seeds za mustard pamoja na majani ya beli, kuleta ladha nzuri na harufu nzuri katika pilipili yako, na utaweka kijiko kimoja chakula cha kitungu saumu, endelea kukaanga kiasi cha dakika moja kisha utaweka pilipili. Mimi nimetumia pilipili tofauti, nimetumia hizi za kijani ndefu tano pamoja na pilipili mbuzi ambao nimekata kwa vipande vidogo vidogo kama hivyo. Alafu nitaweka na tomato. Tomato nimetumia ready made, nimetumia kan mbili ama unaweza kutumia tu tomato za kawaida kama tano mpaka sita, kiasi cha pilipili ambacho unachotaka wewe. Alafu utaweka chumvi kiasi chako pamoja na masala ya unga, nimeongeza kijiko kimoja chakula na pilipili manga kijiko kimoja kidogo, koroga vizuri na uwachi pilipili yako ipikike kwa moto mdogo mdogo. Jamani, pilipili pili ya kukaanga bila ukwaju, ndimu ama limau, sio pilipili mimi kwangu. Mimi nitatumia ukwaju ambao nimeureka kama dakika kumi ndo niweze kupata ule ukwaju mzito mzito, nimetumia kama nusu kikombe cha ukwaju. Nitamimina kwa pilipili pili yangu, nitachanganya vizuri, alafu mwisho kabisa katika twist ya leo nitaweka tende jamani. Ikiwa hujai kuweka tende jamani katika pilipili pili yako jamani, jaribu utakuja kunipatia feedback yaani, itakuwa unajiramba vidole. Nitatumia kiasi cha vipande vinane vya tende, nitatia ndani, nitakoroga, niwache pilipili yangu iendelee kupikika kwa moto mdogo mdogo. Fika hatua hapa, uko na two options, unaweza ku, unaweza kuacha pilipili yako ikiendelea kupikika mpaka tomato ziive vizuri, yani kila kitu kiive na pilipili pili anze kujitoa mafuta ama pia uko na option ya kublend pilipili yako kama mimi. Nitachukua pilipili yangu nitaweka katika blender na nitai blend sekunde 30 mpaka dakika moja. ikishakuwa tayari nitachukua nitatumia pan hiyo hiyo nitaweka, alafu nitamimina pilipili yangu nitakoroga vizuri, alafu niwache pilipili yangu iendelee kupikika mpaka iive na ijitoe mafuta kiasi cha dakika kumi mpaka kumi na tano. Utaangalia mwenyewe ikiwa pilipili yako imeiva ikisha iva utaitoa, utawacha ipoe kabla ya kuweka katika kontena zako, ikiwa ni ya glasi kama yangu mimi na ikiwa ni ya plastiki, hakikisha pilipili pili yako imepoa vizuri, na utamimina katika pilipili pili yako. Pilipili pili hii inaweza kukaa kiasi cha miezi miwili ikiwa umeongeza siki, na ikiwa hujaongeza inaweza kukaa kama mwezi mmoja. Jamani, hii pilipili pili. Mm, ni tamu ni tamu sana. Unaweza kula kwa ugali, mkate, wali ama kitu chochote ambacho unachopenda mwenyewe. Na enjoy hii pilipili, na ikiwa tajaribu, please njooni katika comment section ili mpate kunijulisha, na musahau ku like na kusubscribe ikiwa ni mgeni. Na asanteni sana na kwaherini, bye-bye.